Askofu Benson Bagonza ameibua mapya kuhusu utenguzi wa George Simba Chawene. Miongoni mwa mambo yaliyoibuliwa na kuhusishwa na utenguzi wa Simba Chawene ni kuhusu kiongozi huyo alipoenda kuonana na askofu huyo Benson Bagonza wilayani Karagwe, ambapo mara baada ya kuonana, kunayo baadhi ya mambo ambayo yalifanyika kwa askofu huyo kushirikiana na Simba Chawene. Askofu huyo wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Benson Bagonza ameibua mapya kuhusu utenguzi wa waziri wa zamani wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene, hatua ambayo imezua mijadala mikubwa nchini. Kupitia ujumbe wake ulioenea mitandaoni, Askofu Benson Bagonza ameweka wazi mtazamo wake kuhusu uamuzi wa Rais Samia Suluhu Hassan akisisitiza Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inampa rais mamlaka ya kuteua na kutengua bila ulazima wa kutoa sababu. Katika habari hii tutakwenda kutazama sehemu saba ama habari hii ina sehemu saba ambazo tutakwenda kuzitazama. Sehemu ya kwanza ni tukio lenyewe. Siku ya Jumatatu, tarehe 8 Januari mwaka huu wa 2026, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dr Samia Suluhu Hassan aliitangaza mabadiliko madogo katika baraza la mawaziri. Katika mabadiliko hayo, waziri wa mambo ya ndani ya nchi aliyekuwa wakati huo eh, George Simbachawene aliondolewa, hatua iliyomfanya kuwa waziri wa kwanza kuondolewa katika baraza jipya lililoundwa Novemba mwaka 2025. Habari hizo zilipo, eh, habari hizo zilipowekwa ha Habari hizo zilipowekwa hadharani mitandao ya kijamii na majukwaa mbalimbali hasa majukwaa ya kisiasa yalikumbwa na mjadala mkali, wengine wakisema Simba Chawene alionekana kusimamia misingi ya haki na mageuzi ndani ya jeshi la polisi wengine, wakisisitiza kuwa ni jambo la kawaida kwa rais kutumia mamlaka yake ya kikatiba kufanya mabadiliko ya kiutendaji. Katika sehemu hii ya pili, tutakwenda kutazama ama kuangazia kauli ya historia ya Simba Chawene. George Simba Chawene alipokuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, alijipatia sifa kubwa kutokana na kauli zake zilizohamasisha mageuzi ndani ya jeshi la polisi. Alisisitiza kwamba jeshi hilo linapaswa kujikita katika, katika huduma haki na ure... Alisisistiza kwamba jeshi hilo linapaswa kujikita katika huduma, haki na urekebishaji wa sheria badala ya matumizi ya nguvu. Katika moja ya mahojiano yake maalum, Simba Chawene aliinukuliwa akisema tuna dhamira ya kulibadili jeshi la polisi kutoka matumizi ya nguvu kwenda kuwa jeshi la kutoa huduma. Tunataka kurejesha imani ya wananchi kwa jeshi lao. Kauli hizo ambazo sasa zimeanza kusambaa upya mitandaoni zimechukuliwa na wengi kama kumbukumbu -kumbu ya namna alivyojitokeza kuzungumzia mabadiliko makubwa kwenye taasisi za haki jinai. Katika sehemu ya tatu tunakwenda kutazama ujumbe wa Askofu Benson Bagonza. Lakini katika uh... Lakini katikati ya kelele hizi, Askofu Benson Bagonza ameibuka na ujumbe mzito ambao wengi wanaona kama jaribio la kuweka mizani kati ya siasa, katiba na uhalisia wa uongozi. Kupitia andiko lake lenye kichwa cha habari kisemacho katiba inaruhusu kutumbua na kukaa kimya. Askofu Benson Bagonza amesema: Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 37 kifungu cha kwanza inampa rais mamlaka ya kufanya kazi zake bila ulazima wa kufuata ushauri wa mtu yeyote. Anaweza kuteua na kutengua mtu yeyote bila sharti la kusema kwa eh, bila sharti la kusema kwa nini. Anasema kwa msingi huo wa kikatiba, Rais Samia yuko ndani ya mamlaka yake, na hivyo utenguzi wa Simba Chawene haukiuki katiba wala si jambo la ajabu. Hata hivyo, askofu huyo anachambua kwa kina mijadala iliyoibuka baada ya hatua hiyo. Anabainisha kuwa wapo waliodai kuwa Simba Chawene ametenguliwa kwa sababu ya kusisitiza haki, wengine wakasema ni kwa sababu ya kutangaza kuwa kutakuwa na mabadiliko makubwa katika jeshi la polisi, na hata wengine wakadai ni kwa sababu alihudhuria ibada aliyoiongoza Askofu Bagonza mwenyewe. Lakini Askofu Bagonza anakataa hoja hizo zote, akisema rais wetu si adui wa haki wala hataki kuona jeshi la polisi likifanya vibaya. Hivyo hizi haziwezi kuwa sababu za kumtumbua waziri. Kwa maneno mengine, anatafsiri tukio hilo kama sehemu ya mab ya mabadiliko ya kawaida seri serikalini, akitoa mfano wa kihistoria kwamba hata Ali Hassan Mwinyi aliwahi kuondolewa katika wizara hiyo hiyo ya mambo ya ndani kabla ya kuwa rais wa Tanzania katika sehemu ya nne, tunakwenda kutazama uchambuzi wa kina, yaani kuhusu katiba, siasa na jamii. Askofu Benson Bagonza anatumia tukio hili pia kutafakari uhusiano wa katiba na madaraka ya rais. Anasema katiba ya sasa ina inampaisha rais kutoka ubinadamu lakini hafikii kuwa Mungu, akimaanisha kwamba mamlaka haya ya juu yanahitaji mizani ya kimaadili na uwajibikaji. Anabainisha kuwa rais Samia mwenyewe amewahi kusema ataanzisha mchakato wa katiba mpya ndani ya siku mia, jambo analoliita dalili ya uongozi unaotaka uwiano kati ya mamlaka na haki. Askofu Benson Bagonza pia anagusia sauti ya wananchi. Anasema wananchi wengi walifurahishwa na kauli za Simbachawene kuhusu haki na mageuzi, hivyo kuondolewa kwake kumeleta hisia tofauti, wengine wakihisi kama matumaini, matumaini yao yamevurugika. Anasema: kuna ufa kati ya serikali na wananchi. Ligi kati ya kelele za wananchi na kimya kinachounga mkono serikali vinatuma ujumbe maalum. Wananchi wana kiu ya haki. Kwa tafsiri yake hii ni changamoto ya kiutawala inayohitaji majibu mapya, sio kwa lawama, bali kwa kuimarisha mawasiliano na uwazi. Sehemu ya tano. Hapa katika sehemu hii ya tano tunatazama ujumbe wa faraja na hekima. Askofu Benson Bagonza anamalizia ana kwa tafakari ya kiroho na kimaadili akisema, kuondolewa katika kazi usioiomba si hukumu bali ni baraka. anasisitiza. Mtu mwema mabaya hutokea nyuma yake akishapita eh, aki pita. Mtu mbaya mabaya hutokea mbele yake akuvushaye usiku unamshukuru asubuhi. Kwa maneno haya, anatoa picha ya imani kwamba kila hatua ya maisha ya mwanadamu iwe ya kisiasa au kijamii inapaswa kutazamwa kwa jicho la matumaini. Askofu pia anagusia ukweli kwamba uongozi, wa, uongozi ni taasisi yenye washauri wazuri na wabaya, na kumkumbusha rais na viongozi wote kwamba kiongozi anayewashtuka e, anaye washauri Hufanikiwa kuliko anayewaamini kupita kiasi. Katika sehemu ya sita tutatazama maana kwa taifa. Kwa wengi ujumbe wa Askofu Benson Bagonza umekuwa kama mwongozo wa busara kwenye sakata hili. Unakumbuka kwamba tofauti za mitazamo katika jamii ni za kawaida, lakini zinahitaji hekima kuzilinda zisigeuke zisigeuke migawanyiko. Kwa upande mwingine unasisitiza wajibu wa serikali kusikiliza sauti za wananchi, hasa pale ambapo maamuzi yanazua maswali mengi. Kwa hiyo, kati ya maneno ya George Simba Chawene kuhusu haki na maneno ya Benson Bagonza kuhusu katiba na busara, mjadala huu umebadilika kutoka kwa nini ametolewa kwenda tunaelekea wapi kama taifa na sehemu ya mwisho ni hitimisho, ambapo hapa tutaangazia kwa sasa, George Simbachawene hana wadhifa wa uwaziri, lakini jina lake linaendelea kuwa sehemu ya mjadala mpana kuhusu mageuzi, uwazi na uongozi wa haki nchini. Na kwa upande wa Askofu Benson Bagonza, ujumbe wake umeleta tafakari kwamba katiba inatoa mamlaka, lakini hekima ndiyo inayoongoza taifa. Rais afungulie bomba linalo mimina haki atafurahi uraisi wake. Hayo ni maneno ya Askofu Benson Bagonza kutoka uh, huu ni hii ndio imekuwa eh, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari nasi tumeiandaa na, na tunaisogeza kwako mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi kinachoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii imekuwa ripoti maalum: askofu Bagonza ameibua mapya kuhusu utenguzi wa George Simbachawene. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Hii hapa ni habari Kiganjani, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi, lakini pia hakikisha unatufuata kwenye mitandao yetu mingine ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, Twitter, eh, TikTok na mitandao mingine kwa majina ya Habari Kiganjani.